Mkamata mwenyekiti wetu wamempa kesi ya, ya uhaini wakitegemea kwamba tutakaa nyumbani tulie. Walipomweka ndani tulipokutana kwenye kikao, nikawaambia watu hakuna kukaa ndani na kulia, tunaendelea kuwachakaza kama vile mwenyekiti angekuwa bar barabarani. Kwa hiyo Lissu yuko gerezani, mimi niko barabarani, Mnyika yuko barabarani tumewagonga vibaya sana na tutawagonga vibaya sana Tulikuwa mkoa wa Geita, tumeenda Shinyanga, tumeenda eh, Kagera, na jana tulikuwa Mwanza na nyie mmeona watu wengi kama mchanga. Wanachuku, wamechukua baadhi ya watu tuliokuwa nao wamewapa fedha kwamba wajifanye wanajitoa kwenye CHADEMA. Sasa hiyo Chadema unayojitoa, wananchi ndio hawa hapa, ah! <laughs> wengo kweli, hiyo nayo imeshindikana. Sawa sawa, sasa ya mwisho ndiyo hili, kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakuambia msajili wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu cha wa chama chetu. Tunaelewana vizuri. Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti, kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi Chadema hatutabadilisha chochote kati ya yale tuliyoyafanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama, sawa, sawa, na uwezo huo sawasawa. Serengeti jie, mnasemaje? Jie, mnasemaje? Wangapi naunga mkono msimamo wa chama nyosha mkono kwa sasa. Wewe Jaji Mtungi, kama una nguvu ifute CHADEMA. Sawa sawa wewe, Usitake kutupiga mkwara sisi, mtotokoabagekoni hai tunaelewa ni mzuri. Tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Panani anatutisha? Alikuwepo Magufuli, alikuwa anapita mpaka majani yanatetemeka. Ameondoka, dunia hii imeisha, sipo. Aacheni uchinga wenu bana.